Hana mwenye mguu. Ngoja nikalilie kidogo. Mwenye mguu kwake anaye, au mtoto labda, Joy, si yupo <tiple> ni kadogo na kakubwa. Unajua huyu kumbe sio mbali na kwako hapa. Sikiliza nikwambie, ngoja nikwambie hapa, tuko kitongojini hapa hmm. Hapigwi mtu hapa, tuko kwa balozi

Ya ya Asa, mama wewe, ndio barozi wetu hapa, si kweli? Barozi wetu kwanza, kabla mambo yote yeah, kuna jambo hatujafanya mwanzo, kumshukuru yeah, Mungu kwanza. Simu hatutazima kwa sababu haiwezi kuita. Hairuhusi kuita, Hairuhusi kuongea na mtu hii simu ruhusu kuongea? labda nimuite mtu mmoja popote.

Mama sogea, hey. <tapas> kidogo jamaa, hey, kidogo o, haya, ntamshukuru Mungu kwa sababu naamini hii e kazi ni ya kwake mwenyewe. Sisi ni wawakilishi, sawa au basi sisi tumekuwa mikono ya kumfikisha sehemu nakutaka kufanyaje kufika. Namshukuru Mungu kwa ajili ya walio, walio, walio tusindikiza, na pia familia yote pokea, ambayo ni familia ya Barozi kwa Barozi, ndio hapa Barozi. Nani Televairi okay, asante mforma. Amani Mungu wa utukufu, Mungu wa rehema na neema, Mungu mwenye nguvu na uweza, tunakushukuru kwa neema yako iliyo kuu ambayo e Bwana imebeba pendo lako ndani yake na ili pendo ndilo e Bwana ndio tufanya kuwa pamoja tena kwa umoja. Ushukuru wewe pekee ambaye e Bwana umetutoa kuliko tutoa na kutuza katika eneo hili e Bwana katika kitongoji hiki. Mungu mwaminifu. Asante kwa wenyeji wa kitongoji hiki na, na Barozi wa kitongoji hiki e Bwana ambaye ametupokea kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nasi tunaomba e Bwana baraka zako ziwe juu yake ziwe juu ya familia yake, ziwe juu ya watoto wake, na ziwe juu ya maisha yake yote, e Mungu mwaminifu, na mapenzi yako yako yakapate kutimizwa katikati yetu kwa utukufu wa jina lako. Na Mungu mwingine kama huyo, sifa ni za kwako na heshima ni za kwako na utukufu ni wa kwako, e Mungu mwaminifu, kwa Yesu Kristo. Mama, nakushukuru amen. Nice. Sasa tuzoe kuendelea na mambo mengine hapo wakati tunasubiri wanaokuja, labda nimuombe mama Utatupa nafasi ya kwenda nyumba kwa nyumba, na tayari siku kuna watu hoteli, na wafahamu kwamba huyu tukifika kwake. Sasa bwana Naftali, naomba apate nafasi ya upendeleo, naomba apate nafasi, kwa sababu mimi naamini anayepika huwa anakula kwanza, ili huwa anaonja kwanza jikoni, ndio wengine ukutana nayo mezani. Maana asipoonja ni vigumu kujua chumvi imekolea.

Ni ni ndogo, ni mnyembamba, basi twende kwenye nguo, angalia hiyo anavalishwa na neema ya Mungu. <laughs> <Mwela sawa. mimiliki> <Weli apa>. <mimiliki> <mimiliki> <mimiliki> Amen. Haya, mama, sisi kwanza tunashukuru kwa kutupokea, lakini pia tunaomba Mungu akuzidishie, kwa sababu neno Mungu nimeweka wazi, anaepokea nabii atapokea kilicho juu ya nani? Ya nabii, sawa? Mzee yupo amemfuata, najua anamleta saizi hu saa saizi huyu. Mna haraka za kwenda wapi? Eti mna mipango gani nyinyi? Ah.